Wengi wanaofanya hivyo ni wanafunzi wa vyuo na nataka ni kuhakikishia wote tunawapata. Bahati mbaya wanatumika. Naomba kutumia mkutano huu kuwaomba wanafunzi na vijana wote walioko mitaani, maanake sio wanafunzi peke yao, tutumie mitandao ya kijamii kwa manufaa, tutumie mitandao ya kijamii kujifunza, tutumie mitandao ya kijamii kujielimisha kufanya biashara, kuunganisha uh, ku, kuunganishwa wenyewe kwa wenyewe, kuwasiliana na watu mbalimbali, kuburudika na matumizi yote yenye manufaa. Ukifanya hivyo, utakuwa umetendea haki kwanza muda wako, kwa sababu vijana wengi sasa wanapoteza muda mwingi kwenye mitandao kufanya vitu vya hovyo, badala ya kufanya vitu ambavyo vingewasaidia kwa wanafunzi kwenye shule kusoma kupata ufaulu mzuri, kufanya vizuri kwa kupata taarifa nyingi kutoka kwenye mtandao. Lakini kwa vijana walioko mtaani, wanafanya biashara, tutafute masoko, tutafute kujifunza kuhusu fursa mbalimbali, tuanzishe kampuni startups, za kufanya biashara, tubuni mifumo mbalimbali itakayorahisisha kazi zetu. Hiyo ndio faida ya kutumia mitandao vizuri. Ukitumia mitandao vibaya, sheria ipo na mamlaka na vyombo vipo vitakupata. Hasa wakati mwingine unaona vikampeni havina mbele wala nyuma eh, nikisema wanasema Msigwa ametusemea maneno makali, lakini nachosema vijana, tutumie mitandao kwa njia za kimanufaa. Ukifanya makosa, tutakupata tutakupata. Sheria inakataza kutukana. Sheria inakataza kufanya uchochezi. Sheria inakataza kuzua taharuki. Sheria inakataza kudhalilisha. Tumeanza kuona kwenye mitandao watu wanafanya makosa haya. Sasa naomba niwaambie vijana. Hakuna atakayefanya makosa haya akabaki salama. Tutakupata. Litakuwa ni swala la muda tu. Hatukukupata leo, tutakupata kesho, tutakupata kesho kutwa, tutakupata wiki ijayo, tutakupata mwakani. Jinai haifi na tukiwakamata vijana hawa wengi, utasikia nilikuwa sijui. Kwenye sheria kuna msemo wa kikinga unasema, ignorance to law has no defense. Kuto kujua sheria sio kinga. Ukifanya makosa ya mtandao haya niliyo yasema, uwe unajua uwe hujui, sheria ni msumeno. Tukikupata, kifungu cha kumi na sita kile nafikiri kinasema wazi umeandika habari za uchochezi, za kuzua taharuki, za kudhalilisha watu, tukikupata na ukithibitika na mahakama, faini shilingi milioni tano au zaidi, kifungo cha miaka mitatu, kisichopungua miaka mitatu au vyote kwa ujumla. Ukipatikana ama utapigwa faini ya shilingi milioni tano au zaidi au utafungwa mita, miaka mitatu au zaidi au vyote viwili kwa ujumla. Vijana wengi wako vyuoni hata ada, mtihani na wakati mwingine wanakuja wazazi wanalalamika, mimi mwanangu ukafanya vitendo nilikuwa sijui. Naomba wazazi zungumzeni na vijana wenu wako vyuoni, wakafanye kazi iliyowapeleka vyuoni, kazi yao ni kusoma. Wasipofanya hivyo watakutana na mkono wa sheria na sitakuwa mimi wala nani, ni kwa mujibu wa sheria. Hata mimi nikitukana mtandaoni nikidhalilisha mtu yeyote, nitachukuliwa hatua za kisheria. Hakuna mtu aliye juu ya sheria. Sasa tunaelekea kwenye uchaguzi, mihemko imekuwa mingi, uhamasishaji wa kijingajinga umekuwa mwingi. Vijana watch out, chukueni tahadhari, kwa sababu ukikamatwa utakuwa peke yako.